kajiri kusukuma sasa, vile ambavyo wameshikilia kule, wameshikilia lakini kusukuma, watasukuma nikasema aeneni nguvu moja, hii mashine isonge. Wakaniachilia peke yangu kule, kuvuta sana sana, mgongo nao naoka kasuka. Nikakaa hiyo siku ya kwanza, yani ilivoumia, nikiendelea kufanya hiyo kazi hiyo hiyo kafanya hiyo kazi kazi ni mwisho, hiyo kazi sasa ndio kasikia mgongo, siwezi nikiinama. Mlevi na inaona vizuri, lakini kule kusimama sasa ni shida. Nikakaa hiyo siku ya kwanza, siku ya pili kaenda hospitali ndogo hapo checkpoint private, nikaenda kaelezea madaktari, daktari wakanituma picha, kaenda ka kosa, sina pesa, katafuta pesa nikapata, nikaenda picha, nikifika picha nipashike kuonekana na duty pishana sasa nikawa nikikaa mahali hivi ni na mahali nategemea, lakini kama mahali kwa free siwezi, siwezi hata kunyamisha kitu. Sasa nikikaa hivi, nasikia hapo ndani kuna kitu kinachimba. Ikapigwa picha, ilikuwa ia hiyo. Kaenda kapigwa sindano, kapewa dawa Nikakula lakini nika kaa, stai dawa bado, hakuna kitu kinanisaidia. Sasa nikarudi tena kule kurudisha maji yenye nilikuwa nimepewa, nikakanda nika kanda mara ya kwanza, mara ya pili, sikurudi tena, mwanamke ama <tik> mwanaume <unia. Yeah>. <laughs> sasa haya <tik> <tik> <tik> Nikaendelea kwa kumeza meza dawa, hizo <mimilia> <tutena> dawa zikaisha, nikarudi tena huko lakini kana kazi. Tu ongeze pesa ndio pate dawa. Pesa pesa. Mimi sina pesa. Nje ni kwenye mbali kata kule, pesa nikipata nitakuja nazo. Mm. Sikurudi tena. Na zile dawa zikaisha. Nikavumilia hiyo. Sasa ukinipata barabarani natembea, au sijua kama mimi niko mgonjwa lakini mwisho ile safari sasa ni ngumu. Mm. Kulala hivi ni kwani kuna lala kishika kuna wakati wa kuamka. Nishike mm. Maji nikikute nisimame hmm, na kinyoroshe ndio nianze safari hmm, ni ya kuenda sa, lakini bila hizo siwezi. Na ukatafutia bibi, lakini nikavumilia, kwa sababu najua ni maisha. Nikavumilia hivyo, hata wakati naingia pale asubuhi sikujua kama nitacheza hata ni, na ndo nakushangaza, nilikuwa nitakuuliza hiyo yote, ndo umecheza, kwani umecheza vizuri sana. Na sasa hiyo kwa sikia sasa hivi kwa sawa, hata yaani, katika jina la

anaweza nani? Jackson, hata hata hata wiki ya mwisho kazini nilikuwa, lakini nikifika nyumbani sasa kuna nakula kazini kwangu, najaribu kumweleza nilikuwa hiyo tena makofi mazuri. A kijana wangu, rudi katika huduma yako. Umefurahi, shude mzuri. Ukiongea na baba msalimie, sawa ushafanya <coughs>